Ubungo Media tupo katika eneo la Gombelo ambapo tunaona juhudi za mheshimiwa diwani zimezaa matunda, akawapata wafadhili ambao hatimaye wanawafuturisha ndugu zetu wa maeneo haya. Karibu kiongozi wangu, pate kuongea mawili matatu uliokuwa naye, asante na shukrani. Mtangazaji na Mheshimiwa Diwani kwa juhudi zake binafsi, baada ya kuona mwezi wa Ramadhani unakaribia, akaenda kutafuta fadhili kwa ajili ya kugawa futari katika kata yake ya Makurumla akawapata Waturuki, sababu lengo lilikuwa kwamba yeye apate mafurushi ambayo kama vile maharage, kunde, choroko, ngano lakini hao utaratibu wao wanaofanya kwamba wanapikisha chakula wanakuja kugawa katika eneo husika ili kila mwananchi apate, lakini hususan walengo wakuu ni wakina mama ambao wao ndio walengo, kwa sababu wakina mama wakipata chakula wanakipeleka nyumbani wanakula na familia. Ndio walengo na lengo la hao wafadhili wetu ambao wanatokea katika nchi ya Uturuki kwa ajili ya msaada ya kufutalisha hawa ndugu zetu watakuwepo kwa kipindi gani? Kipindi chote cha Ramadhani, hawa ndugu zetu watakuwepo kipindi chote cha Ramadhani Adito. kwa sababu leo ndio mwanzo wameanza, lakini mpaka Ramadhani ya mwisho kwa uwezo Mungu Mungu wa Mwenyezi Mungu wuu wa kutujalia salama Asa tutakuwa nao kwa kipindi chote. Aha, sasa una lipi la kusema kwa mheshimiwa diwani wetu kutokana sisi, na jambo hili? Sisi kama wananchi wa kata wa kata Makurumla tunamshukuru sana mheshimiwa diwani wetu akata Makurumla kwa jitihada binafsi za kuleta wafadhili kwa ajili ya kufuturisha wananchi yeah. Ah, yeah, wake ah, ah, yeah, kwa maana amewasamini na amewajali mpaka wapate wafadhili kwa ajili ya kufuturisha haya. Mama mkwe, unaonaje kitendo hiki alichokifanya mheshimiwa diwani? Mshukuru, naomba ili inaelea mwezi mzima Ramadhani nani, kwa sauti tayari. Ah, umeshapata ftari haya. Ah, unasemaje kwa wale walioandaa? Aya, asante. Ubungo Media tupo katika eneo la Gombelo ambapo Watanzania wanapata haki yao, riziki yao walioandaliwa na Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Diwani wa kata ya Makurumla kwa juhudi zake za binafsi, ameweza kuwapata wafadhili Bao wamekuja kutufuturisha hapa siku ya leo. Leo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina kwa jina naitwa Ahmed Mahmud kwa hapa mtaa wa Gombero, Ramadhani siku ya kwanza akuja kufuturisha wananchi wa hapa. Inshallah mwezi mzima tutakuepo hapa. Asante sana Jazakumullahu khair. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu E, Mwenyezi Mungu awawezeshe wa mwendelee kuja kutufuturisha hapa. Asante.